Yes, uh, muda umekimbia kweli kweli kuelekea katika mchezo wa robo fainali katika kombe la Shirikisho Afrika kati ya Al Masry the Green Eagles. Yes, dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba ze Simba, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa siku ya kesho, sawa na Aprili mbili. Sasa katika mchezo huu hu, tumekuwa na series ya kuangalia kwa jicho la tatu kitu gani ambacho kinatoa faida upande huu, kipi kinatoa faida upande huu, lakini bado hatujagusa eneo la pitch, kwa maana ya dakika tisini za pale uwanjani. Na wakati huu ndio tunakwenda kuangalia dakika tisini za pale uwanjani, kitaalamu, nani mwenye advantage? Lakini je, eneo gani ambalo ni hatari zaidi kwa pande zote mbili na kitu gani cha utofauti ambacho tutarajie katika mchezo huo? Ikumbuko kwamba hawa Al Masry ni timu ambayo mzani wake tofauti, ukilinganisha na Simba kwa maana ya performance katika vitu vingi, kuanzia katika wasifu wa klabu, bado Simba ni mkubwa. Kwenda katika rank ama viwango vya ubora Afrika, bado Simba yuko mbali, lakini hata performance ya msimu huu bado Simba anaperform vizuri ukilinganisha na Al Masry, lakini wote wapo katika hatua ya robo fainali. Kwa hiyo ni mchezo ambao unakutanisha timu zenye mahadhi ya kufanana inapokuja michuano ya CAF. Kwa msimu huu kila mmoja amemaliza na alama zake, lakini kumbuko kila mmoja alikuwa na kundi lake na alikutana na upinzani uh, wa kwake. Sasa leo au wakati huu tunakwenda kuangalia eneo ambalo ni hatari zaidi kwa upande wa Al Masry ni eneo gani? Na Simba wafanye nini? Au eneo hilo litaleta utofauti gani? Sasa eneo hili katika engo hii ya kitaalamu tunakwenda kuangalia uh, strength kubwa ya Almasri ni fullback wao wa kulia anaitwa Karim, Karim El Iraqi Fulbaki wao wa kulia Karim, e, Karim El Eraki huyu ni mchezaji ambaye a, ni product ya Al Masri kwa maana ame, ameandaliwa Al Masri tangu akiwa kwenye timu za vijana youth, lakini baadaye wakampromote akawa anacheza sini ya timu mpaka leo tunapozungumza. Aliingia kwenye klabu hii kwenye miaka elfu mbili kumi na tano kumi na sita mpaka kumi na saba hapa, baadaye ndo akawa a, promoted na kucheza a, timu ya wakubwa ana umri wa miaka ishirini na saba. Hii ni full back ya kulia ambayo uh, mara chache imekuwa ikiitwa kwenye timu ya taifa ya Misri, kwa maana Farao, na hususan wanaposhiriki zile mechi za kufuzu imekuwa uh, vikosi vinabadilishwa, kinaweza kikaitwa hiki kikaitwa hiki. Kwa hiyo kuna nyakati aliwahi kuitwa kwenye timu ya taifa, na ikumbukwe huyu ni mchezaji ambaye uh, atakumbukwa kwenye Afcon, Afcon, ya vijana Afcon ya vijana chini ya umri wa miaka ishirini na tatu ilifanyika mwaka elfu mbili kumi na tisa ambayo Misri walibeba ubingwa, walibeba ubingwa Egypt. Walimfunga magoli mawili kwa moja na Ivory Coast, Ivory Coast, mwaka elfu mbili kumi na tisa katika skuadi ya Egypt msimu huu, Kalim El Arak Ndo alikuwa akicheza full back ya kulia, sometimes walikuwa anacheza kwenye mfumo wa back three, manake alikuwa anacheza kama wing back anayetokea upande wa kulia. Sasa makali ambayo alionyesha huku na katika fainali hii, alifunga goli mojawapo katika haya mawili ambao aliyapata Misri alifunga goli moja. Nyota wengine ambao walikuepo katika kikosi cha Misri kwa msimu huu ni pamoja na Ramadan Sobhi, nadhani watu wengi tunamfahamu, nyota ambaye alitambulishwa kwenye soka na Ahly baadaye, kwa sasa hivi yupo kwenye kikosi cha Pyramids, lakini aliwahi kwenda kucheza kandanda barani Ulaya, alikuepo kwenye kikosi hichi. Na hawa Al Masry wana striker wao anaitwa Salah Mohsen, ambaye pia amewahi amba kucheza kwenye kikosi cha Ahly, naye alikuwa kwenye kikosi cha Egypt kwa wakati huu. Yupo nyota mwingine ambaye kwa sasa yuko barani Ulaya anaitwa Mohamed Mustafa na ni chaguo la kwanza kwenye kikosi cha timu ya taifa cha Misri naye alikuwepo katika msimu huu. Ingawaje Salah Mohsin alikuwa apate nafasi zaidi ukilinganisha na Mohamed Mustafa. Sasa basi tukaenda kwenye hoja yetu ya msingi. Karimu El Araki, huku ndo upande mgumu zaidi kwa upande wa Al-Masri. Upande wake ambao anacheza kwa maana ya upande wa kulia tukijaribu tuki, tuki kudraft uwanja hapa, tuna sketch uwanja. Uh, yeye anatokea upande huu kumradi, anatokea upande huu, upande wa kulia. Huku ni upande wa kushoto. Huyu ni RB, right back ndo anakocheza yeye, na huku ni upande wa kushoto. Hapa atakawa walinzi wengine. Sometimes timu huwa inabadilisha shape, wanacheza kwenye back three. Wanapocheza katika back three, huyu anacheza kama wing back, maana yake wanatarajia kumwona akisogea mbele, na huo ndo mfumo ambao wanautumia mara nyingi wanapocheza katika hii michuano ya kimataifa kucheza na back 3. Sasa vyote atakavyokuwa, huyu anatokea tu upande wa kulia kwa maana ya Karim El Araki. Eneo lake ni hili hapa, na nyota huyu, kabla ya kuendelea na kuangalia athari na nini kitatokea, huyu bwana msimu mmoja nyuma, kwa maana ya msimu wa mwaka elfu mbili ishirini na tatu elfu mbili ishirini na nne alikuwa akihusishwa sana na klabu ya Zamalek Uh, na adili ilionekana imefikia pazuri ingawaje haikutokea. Vyanzo mbalimbali mbali, vya soka kule nchini Misri viliandika juu ya uwezekano wa uh, Karimu El Araki kwenda kujiunga na klub Zamalek, one of the best defenders katika kandanda ya Misri. Bad thing ni kwamba Misri wana mafullback wengi bora ambao wapo kwenye klabu nyingine pia, ambao wa, wa, wanamfanya huyu bwana asicheze katika Uh, lile eneo kwenye fullback ya kulia. Leo hii hata uh, Akram Taufik wamejaribu kumbadilisha kumtoa kwenye fullback ya kulia na kumpeleka kiungo wa uli, kiungo wa ulinzi kwa sababu ya utajiri ambao wanao uh, katika hili eneo. Sasa basi uh, huyu bwana eneo ambalo anacheza kwa maana ya, ya, ya fullback wa kulia ndio eneo, amba, ndio eneo ambalo Simba wana strength nalo kwa maana ya eneo lenye ubora wa Al Masry ndiyo eneo lenye ubora kwa upande wa Simba. Navyosema hivyo anamaanisha upande wa kushoto kwa Simba ndio eneo ambalo linaonekana kuwa threat, ndiyo eneo hatari zaidi. Huku ndiko ambako anacheza uh, Mohamed Hussein, niandike hapa. Huku ndiko ambako anacheza Zimbwe Mohamed Hussein, huku ndiko ambako anacheza Elimpanzu, yep, Elimpanzu. Huku ndiko ambako anacheza Fabrice Ngoma. Sasa Fabrice Ngoma huwaga anakuja huku, anakuja na huku. Yeye yeah, ana, anacheza maeneo haya yote mawili na lengo kuu ni kujaribu kufanya backup endapo full back atasogea ikitokea kuna threat ya haraka basi yawe ana clear. Na, na eneo hili pia amekuwa akicheza lakini kagoma muda mwingi utamwona yuko nyuma ya walinzi, analinda ana hii safu ya ulinzi Ngoma ndo kama uh, mzungukaji katika ile eneo. Yeye yeah, anazunguka maeneo mengi zaidi uwanjani, kapewa huo uhuru. Sasa basi, eneo hili la mpanzu Mohamed Hussein na Fabrice Ngoma, na ikumbukwe kwenye namba kumi hapa kuna ahwa kuna ahwa, eneo hili ndo linaonekana kuwa hatari zaidi kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi, na ni jambo la muda mrefu, lakini nasema hili na hatari zaidi kwa sababu kwenye michezo hivi karibuni limeonyesha kwamba ndio eneo ambalo kocha Fadl Davids amekuwa akilitumia zaidi kwa ajili ya kutengeneza mashambulizi yake, kwa ajili ya kupitishia mashambulizi yake. Ikumbukwe uh, kuelekea mchezo dhidi ya Young Africans kwa maana ya dabi ya Kariakoo uh, Simba wali wa, of course hawakutoa kikosi, lakini baada ya mechi ile uh, kutochezwa, mchezo uliofuata ulikuwa dhidi ya Dodoma Jiji, ulikuwa dhidi ya Dodoma Jiji ambao walishinda mabao sita kwa sifuri lakini katika mabao sita kwa sifuri ambayo aliyafunga mabao manne ilikuwa ni product ya upande wa kushoto left side, left side ndiyo ambayo ilichangia mabao manne katika huu mchezo. Mabao hayo kuna goli alilifunga uh, Jean Chalet Ahwa, cross ilitoka kwa Mohamed Hussein ambaye alipiga kutoka kushoto. Kuna goli alilifunga Elim Panzu ambaye alipokea mpira kutoka kwa Kibu Dennis, lakini akiwa left side akatano kuingia ndani na kwenda kufunga kuna goli uh, lilifungwa na Mukwala Dese ambalo lilipigwa uh, cross na Elimu Panzu akalifunga kwa staili ya kisigino hivi na kuna goli lilifungwa na Kip Dennis Prosper. Lakini ukiachana na hayo magoli manne, walishatengeneza threat nyingi katika upande wa kushoto wa Dodoma Jiji. Mbali na hapo, wakaja kufanya tena vile vile katika mchezo wa CRDB, ilikuwa dhidi ya TMA dhidi ya TMA walishinda mabao matatu kwa sifuri. Kuna goli walifunga kwa free kick, yes. Kuna goli walifunga kwa kichwa kwa maana ya kujifunga, alijifunga 6 to sabilo, ilikuwa ni cross ambayo imetokea upande wa kushoto. Kwa hiyo ya ni miongoni mwa threat ambazo walikuwa wamezitengeneza, na kuna goli pia lilifungwa na Lionel Ateba, mpira ambao product yake ni Edwin Barua, walitokea upande wa kushoto, waligongeana na Ateba kutokea left side na ikapelekea uh, threat na kuweza mpira kwa, kwa, ulikuja upande wa pili kapigwa cross, Ateba akaenda kumalizia. Kwa hiyo ni goli ambayo limetengenezewa pia upande wa kushoto. Ukija mechi nyingine dhidi ya Big Man walifunga goli la mkwaju wa penalty, goli ambalo alifunga Lionel Ateba. Of course product yake ilikuwa upande wa kulia, lakini uh, goli jingine lilikuwa na uh, goli la Joshua Mutale ilikuwa ni product ya upande wa kushoto kama mtakumbuka vizuri kuna triangle ziligongwa yani, kuna zigzaga ziligongwa upande wa kushoto na uh, baadaye Valentinoma fullback wa kushoto ali overlap mpaka katika eneo la mwisho akaipiga vi pass ambayo alikutana nayo Joshua Mutale na kuweza kufunga. Kwa hiyo kimsingi ukikount idadi ya mabao ambayo ametokea upande wa kushoto katika michezo mitatu ya mwisho ya Simba, uh, wamecheza michezo Simba katika michezo mitatu ya mwisho wamefunga jumla mabao uh, kumi na moja, mabao sita dhidi ya Dodoma Jiji, mabao matatu dhidi uh, ya, ya, ya, ya, ya TMA, na bao mbili ilikuwa dhidi ya Bigman. Kwa hiyo jumla mabao kumi na moja. Katika mabao kumi na moja hayo, mabao saba ni producti ya upande wa kushoto left side. Ndo imetoa mabao saba. Sasa katika mabao saba haya ambayo yamepatikana kupitia upande wa kushoto uh, mabao mengine aliyosalia ndo kuna free kick ambayo alipiga Valentine noma, tutakumbuka katika mchezo dhidi ya TMA, alafu kuna penalty kick. penalty kick ambayo ilipigwa na Lionel Ateba, alafu kuna corner kick. Corner kick ambayo yenyewe uh, ilipigwa na na, na Mpanzo akafunga akafunga Kibu Dennis katika mchezo dhidi ya Dodoma Jiji goli moja tu ndo lilifungwa katika open play, alilifunga Jean Chalet Ahwa pasi aliyoipokea kwa Kip Dennis kupitia, uh, kupitia, uh, Kip Dennis alimwekea mpira uh, na, na Jean Chalet Ahwa akafunga. Kwa hiyo ni goli moja ambalo limepatikana kwenye open play, the rest magoli yamepatikana uh, katika upande wa kushoto. Kwa hiyo upande wa kushoto wa Simba na upande ambao una nguvu zaidi. Sasa basi katika hii mechi, upande wa kulia upande wa kulia ambako anacheza Ben Yusuf. Ben Yusuf, ukiachana na Salah Hussein, huyu ndio mchezaji mwingine hatari zaidi kwenye kikosi uh, kwenye hii safu yao ya kushambulia Ben Yusuf. Sasa katika hili eneo ama katika huu upande wa kulia, ndio upande wenye nguvu zaidi kwa upande wa Al-Masri. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba hii mechi upande huu ndio upande ambao utakuwa na athari na, na, na, na, na zaidi, ndio upande ambao unakwenda kuamua mechi. Kwa maana ya Zimbwe Ngoma na Mpanzu, kuna triangle ambao anaweza kuitengeneza kwa fullback ya kulia kwa maana ya Karim Elaraki, endapo atakuwa na overlap sana, basi kuna threat ya Elim Panzu kupita nyuma yake. Endapo Elim Panzu hatovuka mstari wa kati mara kwa mara, kwa mara maana akicheza chini, basi manake huyu atakutana na upinzani wa Elim Panzu pamoja na Mohamed Hussein. Kwa hiyo katika hii mechi tunakwenda kuangalia bato ya kutosha katika hili eneo, eneo la upande wa kushoto kwa Simba, eneo la upande wa kulia kwa upande wa Al Masry. Lakini hii ni issue ambayo uh, Simba hapana shaka itakuwa imefanya kazi kwa maana ya kujua upande huu wenye threat, kitu gani ambacho wanaweza kukifanya. Mimi nimejaribu kuonesha upande upi una athari zaidi, upande upi ni hatari zaidi, kwa fact lakini makocha wao ndo wanakaa chini na kujua okay, kwa according to mpinzani alivyo upande gani ni threat na upi amba, na kitu gani ambacho unaweza kukifanya kwa, kwa ajili ya ku overcome hiyo threat uh, na kuweza kuitumia kwa ajili ya kupata mabao so uh, hiki ndio kitu ambacho ningependa kushare kwa wakati huu juu ya ubora ambao timu hizi zote mbili zinao. Kwa hiyo maana yake upande huu wa kulia wa Al Masry wa kushoto wa wekundu wa msimba azi Simba ndio upande ambao kwa asilimia kubwa tutarajie huenda ukaamua mechi. Inaweza isiwe hivyo pia, mambo yanaweza kawa tofauti uh, mechi kaamuliwa katika maeneo mengine tofauti uh, kwa sababu hii ni playoff, hii ni mtoano uh, sisi tumeangalia katika hii engo, lakini when it comes katika mechi hizi za mtoano michuano ya CAF discipline inakuwa tofauti. So haya ndio ambayo ningependa kushare kwa wakati huu.